Hatimaye yeah. Dereva wa mbunge wa Kibra, Peter Orero, George Oduor amehukumiwa kulipa faini ya shilingi laki moja baada ya kukiri kosa la kuendesha gari kwa uzembe na kuzuia watumiaji wengine wa barabara. Oduor alifikishwa katika Mahakama ya Trafiki ya Milimani kufuatia video iliyosambaa mtandaoni ikimwonyesha akiwazuia madereva wengine barabarani katika mtaa wa Oloitoktok Nairobi, tarehe 9 Oktoba. Mahakama ilielezwa kuwa dereva huyo alijaribu kulipita gari jingine kwa njia ya hatarishi na kusababisha msongamano mkubwa wa magari. Aliposomewa mashtaka, alikiri kosa hilo na kuomba msamaha, akidai alikuwa akiharakisha kumpeleka mtu uwanja wa ndege. Hata hivyo hakimu, alisema licha ya kuzingatia maombi yake, sheria inatoa adhabu ya juu ya shilingi laki moja kwa kosa hilo, hivyo akaamuru alipe faini hiyo kikamilifu. Nikiripotia Dabaso Sultan Media, mimi ni Kasim, ni, ni, ni Kasim Hamisi.